Mbali na hii bili ambayo tumeitengeneza ambayo lengo lake, malengo yake ni matatu, uh, ku promote na ku manage the creative industry, ku regulate the creative industry, ili tu encourage innovation pia na authenticity ya mawazo ya vijana huku pia mashinani. Ndio, tukataa ile mambo ya kwamba kijana ameleta wazo, lakini kwa kuwa hana pesa ya kuipeleka mbele, kumetokea tajiri amechukua idea yake, amekimbia nayo, ameenda akajinufaisha nayo. Na lastly ku incentivize the creative economy space. Kwa sababu ukiangalia hata maneno ya, ya monetization ya katika the, the, creative economy space hata content creators hata wale wako TikTok kwa mfano utaangalia kwamba katika taifa la Kenya kwa mara nyingi the only way our tiktokers earn is through gifting where young guys go live wanasema tap tap tap mara anapewa lions juu anafanywa nini that's the the only way tiktok tiktok pays but in in other places TikTok is a a serious serious industry it's a serious investment. it's investment something which has produced millionaires in the US for example dollar millionaires Uh, sasa sisi kufikia mahali ambapo tunaweza tukaengage Meta, TikTok, Google, YouTube na mengine, hatuwezi fanikiwa kama nchi yetu haina legal framework katika. Uh, kilele cha tamasha hili ndio tumekuwa na State Department of Youth Affairs and Creative Economy kwa sababu si kila mwana uh, kijana ataweza kupata degree na diploma labda aajiriwe na serikali, lakini tunaamini kwamba creative economy vijana uh, wakitumia talanta zao Uh, wanaweza pia kujitengea biashara na pia kuajiri wengine, na ndiposa tuko na PS kutoka kwa State Department, ili kwamba aeke pondo kwa ile dhana kwamba vijana wakitumia talanta uh, wakiwa creatives wakitumia mtandao vizuri, basi wanaweza kujiekezea maisha mazuri hata kama hawajaajiriwa na mtu mwingine, na ndiposa tuko hapa leo kwa kilele uh, na siku ya leo inshallah tutampata yule ambaye ataitwa Mr. Misamba.